Yaani iko hivi, kitu ambacho natakiwa ajue ni kwamba sasa hivi e, ni hivi maandamano ya tarehe ishirini na tano hakuna mambo ya location, hakuna mambo sijui maandamano ya amani. Hakunaga maandamano ya amani ikiwa unayeandamana naye anakuja na vifaa vya moto, anakuja na bunduki, anakuja na nini? Unaona, anakuja kwa dhamira ya kuua, ya kuua kabisa. Kama jana kilichotokea kwa Maposa, kitu gani jana? Polisi wameenda wamevaa nguo za kiraia, wengine wamevaa yebo yebo kabisa huko, wana mabastola. The meaning walikuwa wanataka watu wakiandamana tu waanze kuua watu ionekane kama waandamanaji wenyewe kwa wenyewe ndo wameuana, lakini watu wakawasoma, wakaona ule mchezo waka mute. Ila sasa hivi, jenzi, tarehe ishirini na tano, unapanga ndani kwako, chukua una nyundo, chukua una sime, chukua una lolote, chukua silaha yote unayo chukua, nendeni sheli, anzeni kununua petroli, weka kwenye vidumu, weka ndani tarehe ishirini na tano napotoka, kwanza anzia kwenye hivi hawa wajumbe wa serikali za mitaa, ti ya kibiriti. Ukienda sheri, ti ya kibiriti. Ukienda kwenye maofisi ya CCM, ti ya kibiriti. Hakunaga nchi inayokombolewa wala kuja amani kurudi kwa maongezi au kwa kuchekeana, no. Inatakiwa iwe fire, fire na wawezi kuwa nchi nzima, ni uongo hawawezi hawawezi, hata siku moja unaua nchi nzima. Okay, hiyo kodi unaichukua kwa, kwa nani? Kwa mfano kwa nani? Kwa tarehe ishirini na tano unapo, yani panapoanzia mtiti, anzia hapo hapo, anzia mtani kwako, kuna kuna amshamsha yote anzana nayo twende ila mambo sijui ya nini amani hakuna hakuna hakuna. Mambo kama hayo yani, tarehe ishirini na tano Gen Z wote tuingie barabarani. Pitia tutu yu VCCM tu tunakuja ku comment comment comment, si wanalipwa ni kupitia tu na petroli mmoja baada ya mwingine, si tunawaona pitia mmoja baada ya mwingine Yaani hao polisi na jeshi tarehe 25 lazima tuwa surprise vizuri vizuri vizuri mno. Hamna kutoa location, hamna. Yaani popote linapoanzia linaanzia hapo hapo. Watu wa kusafiri naona unaweza kuenda kuweka nguvu Dar es Salaam nenda. Wada unaona unaweza kuweka nguvu Mwanza nenda. Unaona unaweza kuweka nguvu wapi? Nenda. Lakini tarehe 25 hayo maandamano ndio yanatakiwa ya ukombozi na ni maandamano ambayo hayana kikomo. Hayana kikomo. Ngoma hiyo mpaka Januari hiyo hayana kikomo. Sasa tuone, watakata internet, watafanya nini?